Mimi naitwa Mwalimu Joseph Aniset Lwamba, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mpanda. Kwa upande wa chama, mimi nadhani mama ametimiza wajibu wake kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Chama kiko salama, chama kinaendelea kutawala na chama kitaendelea kutawala mwaka huu tunaokwenda kwenye uchaguzi. Kiserikali, mama ametimiza wajibu wake. Kwa kawaida watu wa kuchaguliwa huwa tunatetea sana nafasi zetu kuliko kutimiza wajibu kwenye nafasi zetu hmm. Lakini Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametimiza wajibu wake kwa kutekeleza miradi mbalimbali iliyoachwa na mtangulizi wake hayati Dr. John Pombe Magufuli, na bado amezalisha ajira, ametengeneza miradi mingi kama watu wanavyoona na karibu nchi inakwenda na kubwa zaidi. Nchi yetu iko katika hali ya usalama kama tulivyokuwa huko mwanzo, tunaishi na watangulizi wake. Huduma za afya, majengo yanaonekana. Huduma za afya, dawa zinaonekana. Huduma za elimu, mashule yanaonekana, walimu wameajiriwa, huduma za maji. Na mpaka jana tulikuwa tunashughulika na miradi ya maji na huduma, kamati ya huduma za maji ya, ya bunge kwa kwenda kuzindua mradi kule Kanogi na mradi wa majitaka hapo hapo eh, Magamba. Mtakumbuka mama ametimiza wajibu wake katika nyanja mbalimbali, barabara mjini mnaona wenyewe zilivyo mjini Mpanda hapa, barabara zinazofunguka maeneo mbalimbali ya kuunganisha mkoa wetu na mikoa mingine. Upande wa kilimo, ruzuku ya mbolea, shuleni chakula bure, huduma eh, za shule bure. Mama ametimiza wajibu wake kwa miaka yake minne aliyochukua ya, ya, ya, ya, ya, ya madaraka. Mimi katika wilaya yangu ninao wawakilishi upande wa wabunge ambaye ni Sebastian Kapufi upande wa Mpanda mjini na Anna Richard Rupembe upande wa Nsimbo. Hawa ndio wawakilishi wa wananchi katika wilaya yetu. Hawa wasingeweza kusema chochote bungeni, tusingeweza kupata haya tulionayo. Mimi kwa upande wangu wabunge bunge hao wametimiza wajibu wao, na jana nilisema wazi wabunge bunge wa hao wametimiza wajibu wao. Basi yani kapofika timiza wajibu wake analichalifu pembe katimiza wajibu wake, lakini miradi ile inavyokuja haishii wilayani, inakwenda kwa wananchi. Wako wawakilishi wengine tena ambao ni, ni madiwani. Madiwani wetu wametimiza wajibu wao kwa maeneo yao, ndio maana unaona miradi yote inayopelekwa katika maeneo yale ina, inafanikiwa. Bado kuna wawakilishi wengine huku chini tu wachagua ambao ni wenye viti wa mitaa na wenye viti wa serikali pamoja na vitongoji nao wametimiza wajibu wao kwa sababu wao ndio wasimamizi wakuu kwenye miradi ile wakishirikiana na watendaji wa serikali ambao ni watendaji wa mi, mitaa, vijiji na watendaji wa kata kiserikali. Kila wawakilishi kwa upande wa chama chetu wametimiza wajibu na kwa maana ya kwamba wilaya nzima hapa tulikuwa na wawakilishi ambao ni wa Chama cha Mapinduzi kwa miaka hiyo mine iliyopita mitano iliyopita wametimiza wajibu wao kwa maana ya dhamana walizopewa kwenye maeneo yao. Chama cha Mapinduzi ni washauri kwenye ngazi ya serikali. Na huwa mnafanya ziara zenu za ukaguzi wa miradi mbalimbali, yapi huwa mnabaini na yapi ambayo mmebaini katika hii miaka minne ambayo mnaona hii ni bado ni changamoto? Pia, binadamu yeyote hakosi mapungufu. Miradi tunayokwenda kukagua inaweza kawa na kasoro ndogo sana ukilinganisha na ufanisi mkubwa unaokuwepo kama nilivyotangulia kusema awali, ufanisi ni mkubwa sana maeneo yale tunayokwenda kukagua, tunakuta kwamba kuna kuna sindofahamu au kuna eh, maeneo machache hayajatengenezwa ya vizuri, tuna shauri na wanafanya marekebisho. Kwa mfano tulikuwa na ukaguzi wa miradi mwezi wa kwanza, maeneo yote tuliopita, maeneo ya maji, ujenzi wa madarasa, ujenzi wa kituo cha afya eh, pamoja na mitaru hapa mjini, kuna mambo tuliyoshauri kwamba hapana, hapa warekebishe hiki, hapa warekebishe hiki. Ni maeneo madogo kabisa ukilinganisha na kazi kubwa iliofanyika kwa ujumla. Tuna, tunapokuta kwamba kuna changamoto kwenye miradi tunashauri shauri, na miradi ile inarekebishwa katika shughuli tunazozifanya sasa. Chama kimeanza kujipanga mwanzo, mwisho wa uchaguzi ndio mwanzo wa uchaguzi unaokuja. Yale yanayohusu mipango ya ndani, hayo ni mbinu za kivita za chama chenyewe, lakini sisi kama chama, mimi kama kiongozi, naendelea kusisitiza na nimesisitiza kwenye vikao tulivyofanya kina mama na, na vijana kwamba vijana wanatakiwa waende kuchukua fomu kwa ajili ya kuomba nafasi mbalimbali zinazokuwepo. Tuna nafasi za udiwani, tuna nafasi za ubunge, tuna nafasi za ubunge wa majimbo, tuna nafasi za ubunge viti maalum. Kwa hiyo tumekwisha anza kuhamasisha, si vijana peke yao, vijana wa kike na wa kiume. Kwa hiyo akina mama tunatoa wito, na wewe mtangazaji, bado ni binti Tunatoa wito njoo uchukue fomu, chama chetu hakina ubaguzi, awe mwandishi wa habari, awe engineer, awe, awe daktari, awe nani, wote tunaruhusiwa kuchukua fomu. Kwa hiyo tunajiandaa kuhakikisha kwamba watu wetu, tena watu mahiri, kwa sababu ni vizuri ukapeleka mtu mahiri kwenye eneo fulani akashinda kuliko ukapeleka mtu mbovu tuta. Katika kujaza fomu, kuna taratibu mbalimbali zinazofanyika, na kuna eh, vikao husika um, vinavyofanyika vina vina vina vina kwa tutahakikisha ndani hao watakao kuwepo kila kata anatakiwa diwani moja au mteule mmoja, wanaweza wakajaza watu ishirini. Tutahakikisha tuna chuja kuona kwamba ni nani kati ya hawa anafaa kupeperusha bendera kwa chama chetu. Chama kinatazama kwamba vijana ni taifa la sasa na sio taifa la kesho, na tunahamasisha vijana waingie. Hata tukiangalia madiwani wetu wetu tulionao nao hapa, watu wenye umri kuanzia miaka hamsini ukwenda huko mbili, wanaweza kuwa mmoja au wawili wengi ni anda kwa hiyo tuna vile pia chama chetu kinaangalia sana umuhimu wa vijana, kwa sababu kijana anatumika haraka. Vijana hata wabunge tunaona, yani ma, e, nani, madiwani wetu wengi hapa kama nilivyosema ni vijana. Kwa hiyo wito tunatoa bado tunaendelea kutoa kwa vijana kwamba nafasi ziko wazi, wanatumika watumie nafasi na wakati wanaokuwa nao, kwa sababu vijana ndiyo taifa la leo na sio taifa la kesho. Chama chetu kupitia halmashauri kuu kimeona kwamba wako vijana wengi sasa wanaoweza kufanya shughuli zile za ubunge, ili kupisha nafasi ya mpishano, yaani watu waweze kupokea na kutoka, kuingia na kutoka. Mtu mmoja anaweza kukaa miaka 30 40, lakini kuna watu wengi vijana wenye uwezo wako nje. Halmashauri kuu imeona kwamba ili kutoa fursa kwa watu wengi kufanya nafasi zile sibake za watu wale wale. Kwa hiyo, binafsi, kwa hiyo mimi binafsi na chama chetu tumepokea kwamba lile ni wazo zuri ili vijana wengi waweze kuingia, watu wengi waweze kubadilishana kwa sababu akikaa mtu mmoja kwa miaka 30 40 inabana ina, ina, ina nafasi za watu wengine ambao wana uwezo na mawazo mapya wanaweza kuleta kwenye kwenye changamoto ndani ya chama chetu na serikali yetu. Tukiingiza vijana wengi mitazamo mpya, tunaweza tukafanya kitu. Mimi binafsi nimepokea kwa moyo mkunjufu kabisa kwamba chama chetu kimeona kwamba wapo watu wengine wanahitaji pia pia kutoa mchango katika chama na serikali yetu. Ili uwe wa kuanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.